Kuna mwanamke ambaye anajiona yeye ndio ana akili sana na anadhani yupo mbele ya wengine, ila kiuhalisia yeye si lolote, bali ni mpumbavu aliyejivika mavazi ya ujasiri, na kibaya zaidi hajitambui kuwa yeye ni mpumbavu. Ni mwanamke ambaye anayeharibu maisha yake pasipo kutambua. Ni kwa nini? Usiogope, katika video hii nitakuonyesha dalili sita za mwanamke mpumbavu. Lengo ni ili ujirekebishe kama wewe ni mwanamke, ukijigundua una dalili hizi. Na kwa mwanaume, lengo ni ili ujiepushe kuingia katika mtego wa mwanamke wa aina hii. Namba moja: anadhani uzuri ndio thamani pekee ya mwanamke. Mwanamke mpumbavu ni mwanamke ambaye anadhani uzuri ndio thamani pekee ya mwanamke. Anadhani watu wakiwa wanamwangalia au wanaume wakiwa wanampigia miluzi barabarani basi yeye ni wa muhimu anaishi kwa kujionyesha na anatafuta kuonekana na kama ataona watu hawamzingatii atatengeneza drama ili tu aonekane ni ndio maana mwanamke wa aina mwana mwana hii achoki kuchapisha picha zake kwenye mitandao ya kijamii lengo ni ili aonekane na anatafuta sifa utamwona anachapisha picha au video zinazoonyesha maungo yake kwenye mitandao ya kijamii na kwa upumbavu wake anadhani jinsi anavyopata likes nyingi na followers wengi basi anajiona yeye ni wathamani sana kuliko wengine. Na wakati mwingine mwanamke wa aina hii utamuona ameenda kwenye nyumba za ibada akiwa amevaa mavazi ya ovu yanayoonyesha maungo yake, na wakati mwingine anaweza kuwa amevaa kawaida, ila hajaenda kwa lengo la kusali kwa moyo wa dhati, bali ameenda kwa dhumuni la kuwawinda wanaume pamoja na kuonekana Atajifanya ni mtu wa rohoni, kumbe moyoni mwake anatafuta mtu wa kumsifia. Mwanamke mwenye thamani ategemee uzuri au kuonekana kama ndio thamani yake na wala apimi thamani yake kwa kuangalia idadi ya likes au followers alionao kwenye mitandao ya kijamii. Mwanaume, ukikutana na mwanamke anayeringia uzuri au anayepima thamani yake kwa idadi ya likes na followers, kimbia huyo. Atafuti mapenzi ya kweli, bali anatafuta sifa na atakusumbua sana. Usipoteze muda wako kwake. Namba mbili. Mwanamke ambaye hawezi kujitawala. Mwanamke mpumbavu ni mwanamke ambaye hawezi kujitawala. Anatambua kabisa kuwa anapaswa kuweka akiba ila anatumia pesa vibaya kwa vitu ambavyo havina umuhimu. Anatambua kabisa mwanaume aliye naye hamfai ila bado anaendelea kuwa naye na mwisho wa siku anakuja kuumizwa kihisia au kufanyiwa matendo ya kikatili. Mwanamke mpumbavu ni mwanamke anayependa starehe badala ya kuwa na nidhamu. Anafanya maamuzi kwa kutumia hisia badala ya kufikiri, na ndio maana maisha yake ni ya ovyo. Ni maskini kwa sababu hawezi kujitawala kwenye matumizi ya fedha, anaumizwa kihisia kwa sababu anang'ang'ania mahusiano mabovu ambayo hayamfai kwa sababu ameshindwa kujitawala yeye binafsi na kufanya maamuzi sahihi. Mwanamke mwenye hekima anatambua hili, nidhamu ndio uhuru, bali mwanamke mpumbavu udhani uhuru ni kujifanyia vyovyote vile anavyotaka. Matokeo yake anayaharibu maisha yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Namba tatu, anaongea sana kuliko anavyofikiri. Umewahi kukutana na mtu ambaye anaongea sana bila kunyamaza? Mwanamke mpumbavu anapenda sana kuongea, si kwa sababu ana kitu cha maana cha kuzungumza, bali anataka tu kusikika. Ni mwanamke ambaye anatoa ushauri ambao yeye mwenyewe haufuati, anabishana kwa vitu ambavyo hana uelewa navyo, ni mgomvi, hawezi kutunza siri na anataka kutawala kila mazungumzo, yaani perepeche ni nyingi sana kwake. Hiki ni kitu ambacho mwanamke mpumbavu hakielewi. Watu wenye hekima duniani hawazungumzi sana, wanasikiliza zaidi, wanafikiri kabla ya kuzungumza, na wanachagua maneno sahihi ya kuzungumza na kwa wakati sahihi. Mwanamke mpumbavu anaongea sana pasipo kufikiri ni nini anakizungumza, na hii ndio sababu hawezi kufundishika. Namba nne: analaumu wengine kwa matatizo yake yeye, yeah, yeah, binafsi Mwanamke mpumbavu hataki kushughulikia matatizo yake yeye binafsi. Kama hawezi kutunza mahusiano, utamsikia akisema wanaume wote ni takataka. Kama ni maskini, utamkuta akilaumu serikali. Yeye mara zote anatafuta sababu ya kumlaumu mtu mwingine kwa matatizo yake yeye binafsi, na huu ndio ukweli mchungu ambao hataki kuukubali. Kila maamuzi aliyoyafanya ya ndiyo yamepelekea yeye kuwa hapo alipo leo. Mwanamke mwenye hekima anatambua kwamba yeye ni mhusika mkuu wa maisha yake na anajifunza kutokana na makosa yake na anajirekebisha, bali mwanamke mpumbavu anatafuta mtu wa kumlaumu, na ndio maana maisha yake bado ni ya ovyo. Namba tano, anachagua marafiki wa pumbavu wenzake. Ukitaka kutambua hekima au upumbavu wa mtu, angalia marafiki au watu wanaotumia muda wake mwingi pamoja nao. Mwanamke mpumbavu amezungukwa na watu wanaomshawishi kufanya matendo maovu. Ni mwanamke ambaye apendi kuambiwa ukweli, hivyo mara zote atachagua marafiki ambao watamwambia yupo sahihi kwa kila kitu. Hataki mtu wa kumkosoa au wa kumweleza ukweli pale anapokosea. Hataki watu watakaompa changamoto, hivyo atajenga urafiki na wambea, waongo na wasiopenda maendeleo Marafiki ambao ni wapumbavu kama yeye ya alivyo, na mara zote hakuna cha maana atakachojadiliana zaidi ya atakacho kushauriana ujinga. Mwanamke mwenye hekima hutaka kuzungukwa na watu ambao watamsukuma kufanikiwa na kuwa mwanamke bora. Anajenga urafiki na watu ambao wapo tayari kumwambia ukweli mchungu, bila kujali ataumia kihisia kwa kuelezwa ukweli. Hii ni kwa sababu mwanamke mwenye hekima anatambua kuwa watu wanaokuzunguka wana mchango mkubwa wa wewe utakuwa mtu aina gani. Mwanamke mpumbavu hatambui hilo, na ndio maana maisha yake hayasonge mbele. Namba sita. Hataki kujifunza kutokana na makosa yake. Moja ya dalili kubwa ya mwanamke mpumbavu ni kurudia makosa yake mara kwa mara. Ataendelea kujiingiza kwenye mahusiano mabovu, ataendelea kudanganyika kama awali, ataendelea na tabia zake mbovu zilizomgharimu awali ni kwa sababu hajifunzi kutokana na makosa. Bali mwanamke mwenye hekima atafanya makosa mara moja, labda mara mbili. Baada ya hapo, atajifunza kutokana na makosa na atajirekebisha na kuwa mtu mpya. Mwanamke mwenye hekima anatafuta kukua na kusonga mbele, hivyo anapokosea hujifunza kutokana na makosa na kujirekebisha upesi, bali mwanamke mpumbavu hataki kujifunza kutokana na makosa anarudia makosa yale yale, na ndio maana bado anaishi maisha ya ovyo. Sasa umetambua tofauti kati ya mwanamke mwenye hekima na mwanamke mpumbavu. Upumbavu au hekima ya mwanamke aupimwi kwa kuangalia mwonekano wake au yale anayoyafahamu au yale anayoyazungumza, bali unapimwa kutokana na jinsi anavyoishi. Mwanamke mwenye hekima anajua jinsi ya kujitawala, Anachukua hatua kwa ajili ya maisha yake yeye binafsi, anajifunza kutokana na makosa, anachagua marafiki sahihi, na anatafuta thamani ya ukweli na si kuonekana. Mwanamke mpumbavu hufanya kinyume chake. Ondoka na funzo hili, hekima ni uchaguzi, hivyo chagua kwa umakini. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa ku kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.